Ni, ni kweli Mange, Kimambe, ma, eh, Mange Kimambi ameshtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu eh, katika kesi ya uhujumu uchumi yenye shtaka la utakatishaji fedha, lakini kimsingi, katika macho ya sheria, hiyo sio kesi, sio kesi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya uhujumu uchumi, sura ya mia mbili ya sheria za Tanzania, huwezi kumshtaki mtu mahakamani ambaye hujamkamata au amejificha, huwezi kumshtaki, na msimamo huu wa kisheria unapatikana katika kifungu cha 24 chenye vifungu vidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Kwa hiyo unapoona mashtaka kama hayo yamepelekwa mahakamani wakati mshtakiwa mwenyewe hayupo, hajakamatwa, taratibu nyingine kama zinavyoelezwa katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ambayo ni sura 20 chini ya kifungu cha 128 kifungu kidogo cha kwanza, hazijafuatwa mkataba hata kama upo, mkataba hata kama upo, maanake tumeshawahi kwa nyakati tofauti siku zilizopita e, kubadilishana washtakiwa wa makosa yanayovuka mipaka kama makosa ya wa madawa ya kulevya, lakini ili hilo liweze kutokea ni mpaka kuwe kuna kesi halali kisheria ambayo iko mahakamani. Sasa kesi ya Mange Kimambi ni tofauti kabisa na uzoefu ambao tumekuwa nao siku za nyuma kwamba Mange Kimambi hajashtakiwa kwa mujibu wa sheria, sio kesi halali. Na ninaposema kwa mujibu wa sheria, maanake ni lazima turudi kwenye sheria, tufanye rejea, tuone, je, yale yanayosemwa kwenye sheria ndio haya ambayo yanafanyika mahakamani. Sasa nimeshakujibu awali kwamba Mange Kimambi ameshtakiwa kinyume cha sheria. Kwa hiyo hata kama kuna mikataba bilateral treatment, za treaty za kubadilishana washtakiwa haiwe, huo mkataba hauwezi kufanya kazi kwenye mazingira ya kesi ya Mange walio mshtaki wanadai ametakatisha fedha kwa maelezo ambayo yapo katika hati ya mashtaka na tunayo sisi sheria ya utakatishaji fedha inasema hivyo. Sasa amefanya au hajafanya, ni swala ambalo linahitaji ushahidi mahakamani katika hatua ambazo zitakuja huko siku zinazofuata. Lakini muhimu kukumbuka, shtaka lolote la utakatishaji fedha kwa mujibu wa sheria za Tanzania chini ya kifungu cha mia moja, kifungu cha 148 kifungu kidogo cha tano ni shtaka ambalo halina dhamana. Koyo, kwa hiyo mtu anaposhtakiwa mahakamani, hati ya mashtaka imesajiliwa mahakamani, mtu huyo anatakiwa kuwa magereza. Sasa Mange Kimambi yuko Marekani. Ndio maana nikunakuambia hii kesi sio kesi kwa mujibu wa sheria.